Uh, jina langu ni Halima Lutavi ni Kaimu Mkurugenzi udhibiti usafiri wa ardhini tokea LATRA. Ninazungumzia scenario ya gari namba AAM 297 CA yenye namba za usajili za Msumbiji, liko linafanya kazi ya kusafirisha abiria katika nchi yetu Tanzania kwa ruti ya uh, Dar es Salaam kuelekewa maeneo mbalimbali ya Msumbiji Kimsingi, gari hili kwa mamlaka ya udhibiti usafiri ya ardhini halikuwa ikuwa na leseni yetu, lakini katika hili lilotokea kwenye gari husika, na sisi tuna nafasi ya ku ya kudili na msafirishaji huyu. Tutamuita ofisini na ataweza kupata adhabu kulingana na kanuni na sheria zetu zinavyosema. Sasa hivi tutasimamisha magari yake yote kune, inaonekana ana magari, sio hili tu, ana gari kama kumi na mbili hivi ambazo hazina pia leseni zina loiter around kwa gari mbili ambazo anazo zina leseni, nazo tumesitisha huduma kwa sasa. Kitakachotokea ni kwamba tutamhitaji tuta, tuta, tuta, tuta, naye afike ofisini kwa kwa kwa ajili ya mahojiano kwa upande upande wetu wetu kama mamlaka, na sheria tachukua mkondo wake. Pia kwa upande wetu nasi pia kama LATRA tunatoa wito kwa wamiliki wa magari haya ya abiria, hasa yale yanayokwenda nje ya nchi, waache kufanya aa, kubadilisha ma, miundo ya magari yale na kufanya hivyo wanavyofanya kwani, hasara inakuwa kubwa kwa ta so kwa, kwa yeye msafirishaji tu kwa taifa kwa ujumla, kwani vitu kama haya, madawa ya kulevya, hayamwathiri msafirishaji kama msafirishaji, lakini anapoingia sokoni na kusakuleti kwenye kwenye eneo letu la nchi, maanake vijana wetu ndio wanaoathirika pakubwa. Nasi tuko bega kwa bega na mamlaka ya udhibiti madawa ya kulevya, jeshi la polisi sambamba na mamlaka zingine katika kushirikiana kukomesha tabia hizi ovu zinazofanywa na wale wasafirishaji ambao hawana nia njema na nchi yetu.